Section four, TLS. Mheshimiwa mgeni rasmi naona wanayataja majina yako pungufu, mi nitayataja kwa ukamilifu. Mheshimiwa George Boniface tugulavala Simbachawene mbunge, waziri, uh, waziri ofisi ya Rais Management utumishi wa umma na utawala bora Uh, Mheshimiwa wakili wa serikali mwandamizi na rais wa chama cha wanasheria wa serikali Tanzania, wajumbe wa baraza la uongozi, waheshimiwa majaji wastaafu, waheshimiwa wanachama wa TLS wageni waalikwa, waandishi wa habari, mabibi na mabwana, awali ya yote, nipende kumshukuru Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia uzima na afya na kuweza kukutana hapa leo kwa ajili ya kujadiliana mambo mbalimbali kwa maslahi mapana ya taaluma yetu na taifa kwa ujumla. Pili, kwa niaba ya chama cha wanasheria Tanganyika napenda kuchukua fursa hii kukushukuru kwa kuheshimu wito wetu na kuwa mgeni rasmi katika mkutano huu wa mwaka 2025. Uwepo wako ni ishara ya kuthamini mchango wa wanasheria katika kujenga taifa lenye misingi ya haki, demokrasia na maendeleo. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, kipekee ninatambua kipekee ninatambua mchango wako na utayari wako na ni mmoja wa mawaziri ambaye uliomba kwamba naomba na najisikia kuja kuwasalimia TLS ofisini kwenu, na kweli ukaja. Tunashukuru sana mheshimiwa waziri. Tunakuahidi kama tulivyoongea kwamba kuhusu masuala ya utawala bora ambayo yanaangukia kwenye eneo lako, tuna maeneo mengi ambayo TLS kwa mandate yetu na wizara yako, tukiwa pamoja tunaweza tukalisaidia taifa letu kulifanya kuwa mara pa bora na salama kwa kuishi kwa kila mmoja. Mheshimiwa mgeni rasmi, mkutano wetu unaongozwa na, na kauli mbiu isemayo, uchaguzi na utawala wa sheria wito wa uangalizi wa kisheria na uwajibikaji katika mfumo wa uchaguzi Tanzania. Kauli mbiu hii inasisitiza umuhimu wa kuhakikisha kuwa misingi ya utawala wa sheria inazingatiwa katika kila hatua ya mchakato wa uchaguzi kuanzia maandalizi, upigaji kura, hadi utoaji wa matokeo. Inatufanya tutafakari wajibu wetu kama wanasheria na viongozi wa kitaaluma katika kulinda haki za wananchi kudumisha amani na kuimarisha demokrasia. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, mtu anapotusikia TLS tukizungumza tukizungumza kuhusu hili, tunazungumza katika maeneo hayo. Nia yetu ni kulinda haki za wananchi, kudumisha amani na kuimarisha demokrasia katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 tunakumbusha kuwa uangalizi wa kisheria si hiari, bali ni wajibu, na uwajibikaji ni msingi wa uongozi bora. TLS inaamini kuwa kwa kushirikiana na serikali, mahakama, tume huru ya uchaguzi, vyombo vya ulinzi na usalama, pamoja na wananchi, tutaweza kuhakikisha uchaguzi wa haki, huru na wa kuaminika. Hoja yetu TLS ni kwamba zoezi la uchaguzi sio zoezi la kivita ni zoezi la kidemokrasia, lina sehemu zote mbili, qualitative na quantitative, zifanyike kwa uwajibikaji, na pale ambapo tunafikiri hapako sawa, lazima tukutane kuzungumza, kwa sababu hatutakiwi kusubiri kupigana. Hatuna mtu wa kumpiga, wala hatutakiwi kusubiri kuuana. Hatuna wa kuua. Ndio maana siku moja nilimwambia mtu mmoja katika mchakato wa kidemokrasia huwa e, mimi najisikia kuugua nikimwona mtu kwenye eneo la kiuchaguzi au la mchakato wa uchaguzi anabeba silaha pale. Tunahitaji kalamu, bango la kampeni na mwananchi mwenye kikombe cha kahawa, anapotaka kukuajiri. Maanake watu wanaomba ajira, kwa hiyo huwezi kwenda kuomba ajira na upanga mkononi, utaukosa, hata utaruhusiwa kuingia kwenye chumba Mheshimiwa mgeni rasmi, pia kauli mbiu hii inaakisi dhamira ya TLS kuhakikisha kuwa uchaguzi unaendeshwa kwa misingi ya kisheria, haki, uwazi na uwajibikaji. Tunatambua kuwa wanasheria wanao wajibu wa kipekee katika kulinda haki za wananchi na kutetea misingi ya Katiba yetu hasa katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi na tunatambua wajibu mkubwa na dhamana kubwa ya wizara yako, Mheshimiwa Waziri, kuhakikisha kwamba kila mmoja anaelewa wajibu huu, kwamba watanzania wanahitaji upendo, wanahitaji haki, wanahitaji kuona thamani ya kura yao, hawahitaji kuona jambo lingine lolote. Kwa hiyo panapokuwa na jambo lolote lazima tuweke taratibu nzuri zilizo ndani ya sheria kuhakikisha kila linalofanyika linalofanyika kwa haki na kutoa nafasi kwa wananchi kuchagua kiongozi wanayemtaka. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa mujibu wa kifungu chane, cha nne cha sheria ya chama cha sheria Tanganyika, Tanganyika Law Society Act Cap 307 TLS ina wajibu wa kulinda utawala wa sheria kukuza heshima kwa haki za binadamu, kutoa msaada wa kisheria kwa wananchi na kushirikiana na serikali katika masuala ya kisheria yanayolenga ustawi wa jamii. TLS imekuwa ikitekeleza majukumu haya kupitia shughuli mbalimbali, ikiwemo kutoa elimu kwa umma, mafunzo kwa wanasheria na ushawishi wa sera, urajibishi au kutoa huduma za kisheria kama ambazo tumekuwa tukizitoa kwa kushirikiana na Wizara ya Katiba kwa jina la Mama Samia Legal Aid. Mheshimiwa Waziri, napenda kulisema, ili ili watu waelewe, TLS ina roli ya shangazi. Kwa hiyo kuna wakati na kusema ukinuna unune, ila shangazi atasema tu, atakemea atafinya kidogo, ila mwisho wa siku shangazi hakuchukii. Hata wakati unaondoka, atakupa kibuyu cha maziwa, ni upendo. Kwa hiyo tunapotekeleza wajibu wetu watu watuvumilie, kwa sababu hatuna maslahi binafsi isipokuwa ulinzi wa taifa letu. Tunatekeleza wajibu wetu kwa uadilifu, kwa upendo na kwa utii kwa mamlaka zote zilizoko katika taifa. Kwa hiyo chochote tunachofanya is not on content but on supplements, ili tuhakikishe tuna utawala wa sheria wenye kuwajibika, wenye hofu ya Mungu, wenye utu, lakini unaozingatia maslahi ya wananchi na taifa kwa ujumla. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika utekelezaji wajibu huu, TLS ni miongoni mwa wadau wakuu tunaoshiriki katika huduma za msaada wa kisheria kwa kushirikiana na serikali kupitia Wizara ya Katiba na Sheria ambapo tumeweza kuhudumia karibu eh, kupitia kampeni hizi tumeweza kufika mikoa kwa kushirikiana na Wizara ya Katiba na Sheria tumeweza kufika kwenye mikoa ishirini na tano halmashauri mia moja sabini na tisa kata elfu moja mia tisa na saba vijiji na mitaa elfu tano mia saba na mbili. Sambamba na hilo tumeweza kuwafikia watu wapatao milioni mbili laki sita tisini na nane elfu mia tisa na nane. Kati ya hao wanaume ni elfu moja mia tatu arobaini na saba mia tatu ishirini na tano na wanawake ni milioni moja laki tatu hamsini na moja mia tano themanini na tatu. Mheshimiwa mgeni rasmi, Ushiriki wetu si tu wa kiserikali bali ni wa dhati unaotokana na dhamira yetu kuona haki inapatikana kwa wote, na ndio maana nilisema role yetu ni ya shangazi, kwa sababu kuna wakati mtu anaona TLS amepewa gari na serikali anafikiri amelamba eh. Sisi hatulambi eh, tunapo kazi tunazofanya ni kazi za umma, public duty tuna haki ya kupewa share kutoka makusanyo ya kodi kuja kuhudumia wananchi. Hata kule nje tunakwenda kuomba na bakuli, tunaomba ni kodi za watu. Kwa hiyo serikali inapotupa magari, inapotupa support tusibeze, lazima tuone kwamba hatutakiwi kukompromise misingi yetu lakini serikali kufuti hizi gharama ni wajibu wake. Tuzoee na tusione aibu kuambia kwamba tengeni bajeti kwa ajili ya legal aid, tengeni bajeti kwa ajili ya docu brief. Docu brief mtu anaenda kutetea mtu anatakiwa kunyongwa, wiki mbili unamlipa laki, hata akiwa anakula elfu na mia tano kwa siku, wiki mbili huyo mtu anakula nini? Hatuwezi kuwa Yohana wabatizaji, jamani. Tunahitaji chakula, tuache nyumbani, hatutembei jangwani. Kwa hiyo, Watanzania watuelewe tunaposema kwamba kuna maeneo serikali inatakiwa i-supplement. Sio tunataka kucompromise, tunataka kuhakikisha haki zinapatikana, lakini wakili huyu awezeshwe. Amosi 3:3 inasema watu wawili hawezi kwenda wamoja wasipopatana. Lakini maandiko haya haya yanatuambia askari haendi ya vitani kwa gharama zake mwenyewe. Hapa tuna offset tu, sio kumlipa wakili, angalau iweze kumfikisha na kurudi. Malipo anayopewa eh, ni changamoto sana, Mheshimiwa mgeni rasmi. Wakili analazimika kukopa kwenye vikoba ili aende kutetea mtu mahakamani. Hii ni riski sana, na inapunguza thamani au uwezo wa wakili kuconcentrate kufanya maandalizi. Tunapewa hela haitoshi kutoa hata photocopy. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa kutambua kuwa msingi wa maendeleo katika taifa lolote ni, uta, ni utabirifu na uimara wa mifumo yake ya kikatiba, kisera, kisheria na utatuzi wa migogoro. Tunatambua na kushukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuiwezesha TLS kimbinu kimiundo mbinu. Tuko kwenye mchakato wa kuboresha hilo eneo. Tunashukuru sana kwa mchango huo ambao tunaupata kupitia Wizara ya Katiba na Sheria. Ni jambo jema, na bado tutaendelea kupo, kupokea misaada kutoka kwa wadau wengine, na tunakaribisha, ili tuweze kudigitalize mifumo yetu. Kwa mfano, ma, maelezo yote ya msingi, kwa nini mwananchi akiingia kwenye website ya TLS asipate majibu ya aiau eh, eh, za kisheria ajue, ana wajibu wa kwenda mahakamani. Juzi nimeona watu wanaenda mahakamani, imekuwa zoezi la kivita. Tunaona akina Amita Bachan za Lumenda nani wako kule, wanaruka frankiki kuzuia watu wasiende mahakamani. Kwenda mahakamani ni haki, watu waende, wakasikie, wakaone haki ikitendeka, lakini tutumie mifumo ya kidijitali vile vile kuwawezesha wananchi kupata matirio za kutosha, ili kwa sababu ile kujua tu sheria e, za msingi zinasemaje ni ushindi tosha wa mwananchi kuweza kujitetea au kujieleza pale anapokabiliwa na changamoto. Mheshimiwa mgeni rasmi, ili kuwezesha uendeshaji wa shughuli za msaada wa kisheria, mafunzo na uangalizi mwenendo wa haki katika kanda zote nchini, TLS inaleta umbi kwa serikali. TLS ina kanda saba, huduma za huduma za kisheria zinakwenda nje kwa maeneo yaliyoko pembezoni, ambayo magari mengi yanayotumika na mawakili hayawezi kufika. Tulikuwa tunaomba serikali ione umuhimu wa kuipatia TLS magari saba kwa ajili ya hizo kanda, ili kutekeleza wajibu wa legal aid kwa watu walioko pembezoni. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaomba vile vile ruzuku kwa TLS kwa ajili ya kusaidia shughuli za msaada wa kisheria yani za kuja TLS kabisa, na hili nalisema confident, sina wasiwasi kabisa. Tunahitaji fedha na watanzania watuelewe, fedha za michango ya mawakili haziwezi kufikia wananchi kwa ukamilifu. Huduma za msaada wa kisheria ni nyingi, mahitaji ni makubwa, na kwenye nchi hii tayari tuna mfano: vyama vya siasa vinapewa ruzuku na serikali hii, kwa sababu vinafanya public duty na TLS, inafanya public duty. Kwa hiyo serikali sasa ione ni wakati kwamba ile huduma ya legal aid, namna ya kuitanua ni kuiwezesha TLS kupata fungu kwa ajili hiyo mgeni rasmi, ila lawakili, mawakili kujikimu kwenye doku brief, nimelieleza Mheshimiwa mgeni rasmi. Suala lingine ni utawala bora na utawala wa sheria, jina e, la wizara yako kabisa, ili Mheshimiwa, huu ndio msingi wa demokrasia. TLS inashauri kwamba kwa kuzingatia hali halisi ya utendaji wa vyombo vyetu vya utoaji haki, hususan ni jeshi la polisi, na kwa kuzingatia mazingira ya kiusalama kwa raia na kukithiri kwa vitendo vya utekaji na kupotezwa kwa wananchi, pamoja na kushamiri kwa desturi ya kuwa na vitu vinavyoitwa vikosi kazi, task force, katika jeshi la polisi ambavyo vimekuwa vikilalamikiwa kwa ukiukwaji mkubwa wa sheria. TLS inatoa rai kwamba ni wakati muafaka sasa kwa serikali kuona umuhimu wa kuunda chombo maalum cha kisheria kitakachosimamia na kuangalia namna ambavyo wananchi wanatendewa haki na hizi law enforcement agency. Aidha, kwa hatua za dharura, serikali iboreshe nguvu, uwezo, uhuru na ufanisi wa tume ya haki za binadamu na utawala bora, kuifanya iwe na mamlaka kamili, ijitegemee. Kwa sasa ile tume ukiangalia kwa sheria yake, kuna sehemu inaruhusiwa kukaa kama tribunal hivi, kuna sehemu inatakiwa ishtaki kwa niaba ya wananchi, lakini ikitaka kushtaki inaenda kuomba wanasheria tena kule kule serikalini kwa mtu anakolalamikiwa. Sasa maana yake ni kwamba amepewa mpira jezi yes, lakini kanyang'anywa uwanja wa kuchezea. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba lile eneo liangaliwe ili tume hii ya haki za binadamu na utawala bora iweze kufanya kazi kwa ufanisi, na tunaamini tume hii ikipewa nafasi kwa ukamilifu, ikipewa nafasi kwa ukamilifu, ita, itaweza kupunguza changamoto na kusaidia kuwa jicho la umma kuhusu madhila yanayolalamikiwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, TLS itaendelea kushirikiana na serikali kwa karibu kuhakikisha kuwa mfumo wa uchaguzi na haki nchini unazingatia viwango vya juu vya sheria, maadili na haki kwa wote. Tunaamini kuwa kwa ushirikiano huu tutaendelea kujenga taifa lenye haki sawa kwa wote na demokrasia ndio maana TLS juzi tulikuwa tunasema kuna vitu vichache sana ambavyo tunaona saa hizi kuna sintofahamu kwenye uchaguzi wetu, lakini TLS tunaamini kuna maeneo madogo sana ya kufanyiwa kazi, maeneo ya kikanuni na mengine ya kiutaratibu ambayo tayari tulishakuwa nayo, tukikubaliana kurejea pale, tuingie kwenye uchaguzi kama wamoja, tutoke kama wamoja tukubaliane ni yepi ya muda mfupi, yepi anahitaji muda zaidi, ili mwisho wa siku tutoke na Tanzania iliyo salama. Tukiharibu hii nchi, tukiliharibu ili taifa... leo tunaitwa wakili sababu kuna mahakama, tunaita mahakama kwa sababu kuna watu wanaamini katika utawala wa kisheria. Tukishavuruga ili taifa, hakutakuwa na wakili, hakutakuwa na askari kwa sababu kila mtu atakuwa rais wa nafsi yake mwenyewe, na hata kwa kukimbilia hatutakuwa nako, kwa sababu wote wenzetu, wote tunaona wana changamoto. Kwa hiyo ni vema tunapokuwa na changamoto zetu tusiruhusu watu wengine kuzijadili kabla hatujazipatia ufumbuzi. Tuna uwezo huo wa kukaa na kutatua, tukae mezani, tutafute suluhu. Sisi ni taifa kubwa Afrika. Sisi sio watu wa watu kuzunguka kule, lijana wamepigana marungu kiunoni, wameteguana vidole, watu wanatujadili sisi. Sisi tunatakia tujadili wengine. We are here to lead and to and show the way. Kwa hiyo, mheshimiwa mgeni rasmi, tunatoa changamoto na tunakubalia kwamba wote tukubali, chama chenu ndio chama kikongwe kilichoongoza mapambano ya uhuru ni chama kinachotakiwa kionyeshe ukongwe wake sasa na ukuu wake, kwanza kwa kuzuia kauli zote zinazoleta au zinazochochea hali ya kutengana. Walete kauli ya baba wa familia anayetaka kuitisha familia yake. Tukae kama taifa, tuangalie ni wapi tunaposuguana, tutafute suluhisho. Tusiruhusu watu kuja kutusaidia kwenye mambo tunaweza kufanya wenyewe kwa mikono yake. Tunashukuru tena kwa heshima kubwa uliotupa kwa kuungana nasi leo, Mungu ibariki Tanzania, Mungu wabariki wanasheria. Asante kwa kunisikiliza.